Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki inayokujia kila siku asubuhi. Leo naomba ni sema na wewe eh, jambo ambalo litakusaidia kubadilisha mtazamo wako hususan unapoangalia maisha katika mtazamo hasi ukaangalia kila kitu katika mtazamo hasi, wakati kuna uwezekano kabisa maisha yakawa mazuri au maisha yakawa bora. Msiba kwa mfano, msiba ni kitu ambacho watu wengi hukiona ni cha machungu, kibaya, hakifai, cha maumivu, cha majonzi na machozi, eh? watu wengi hawapendi hata kuzungumza kuhusu msiba lakini naomba nikwambie, msiba huu huu ambao tunauona ni mbaya, watu wengi haupendi, mara nyingine iko misiba imefanyika chanzo cha watu kuzungumza, ambao walikuwa waongee muda mrefu, chanzo cha watu kushikana mikono, ambao walikuwa wamegombana muda mrefu, chanzo cha watu kukutana uso kwa uso, ambao walikuwa wametengana muda mrefu, chanzo cha watu kuwa na amani, ambao walikuwa hawana amani muda mrefu, na baada ya msiba ule huwa wanasema fulani Mungu amlaze mahali pema, lakini kwa kifo chake tumekutana, kwa kifo chake tumezungumza, kwa kifo chake tulishikana mikono, kwa kifo chake tulikula pamoja kwa mara ya kwanza, kwa kifo chake tun tuna amani, tunaongea. Hawa watu pamoja na majonzi ya msiba ndani yao, huwa na furaha, kwa sababu msiba ule ule uliokuwa maumivu kwa watu wengine, kwake au kwao, umefanyika kuwa baraka kwao, umefanyika kuwa chanzo cha amani. Watamkumbuka marehemu na kuhuzunika kuto kuwepo kwake, lakini wanafurahi kwa kile ambacho yule marehemu aliweza kukifanya. Hata kama mwisho wa uhai wake alikuwa chanzo cha amani, alikuwa chanzo cha upatanisho. Nimeona familia nyingi ambazo zilikuwa zimegombana, familia nzima, hakuna anayeongea na yoyote, lakini babu yao alivyofariki, walivyokutana katika msiba, wakakaa vikao vya usuluhishi, wakakumbatiana kwa mara ya kwanza wakalia kwa furaha na kumisiana kwa jinsi ambavyo miaka mingi hawajaongea pamoja. Kwa hiyo nachotaka kukufundisha, maisha ni vile unavyoyatazama wewe. Ukiyatazama katika mtazamo hasi, mambo mengi yatakuwa kwako hasi. Ukiyatazama katika mtazamo chanya, mambo mengi kwako yatakuwa chanya. Kilicho kichungu kwa mtu mwingine, kwa mtu mwingine kinaweza kikawa chema. Kilicho sumu kwa mwingine